Na, na natalakini kuna wengine wanafanya kwa makusudi, hmm. Sehemu ya kwanza hawa ni watumishi wa shetani au miungu mingine inayotaka sadaka, kama nilivyokwambia, wanataka kumuondoa Yesu, wanataka kumuondoa Yesu, kama nilivyokwambia mwanzo, huko nyuma, wakati tunaenda kwa waganga wa kienyeji yeah. tunapeleka sadaka ndio, kwa kwa sukari, tunaweza kama, tuna na waganga ambao wamevaa suti na tai, wanamzalia Yesu, wanamzalia Yesu wao Yesu ndani, sababu yeye yetu huyo huyo anahitajwa ni Yesu ambaye anahitaji sadaka nyingi badala ya sadaka yake mwenyewe, kwa sababu yule Yesu wa kweli alijitoa sadaka, yeye ni Bwana Ye, na akatoa sadaka bali <laughs> yake mwenyewe kwa hahitaji tena viraka viraka viraka, okay. Anapokuwa ni Yesu anayetajwa lakini anahitaji tena nyongeza zingine kuliko kile alichofanya huyo, mm. ni miongoni mwa wale ambao Yesu Paulo aliyasema ni Yesu mwingine. wanatumikia miungu miungu, ni waganga, ni waganga. <laughs> lakini wameweka wame mimbari mm -hmm. na wamekaa wame wame wame <laughs> kwa sababu wametoka vijijini, wamechoka, wameamua kuja mjini. kundi la pili kwa yeye aina nyingine ni wajanja. Hey, wapigani, yaani yeah, wanaamua ngoja tupate kitu tuangalie watu waliolala. Fursa, unapigwa mchana kwa upo, unapeleka mwenyewe, unaliwa, okay. Hana cha uganga hana cha nini, ni mjanja mjanja na wenyewe.